Shalom shalom ndugu katika Bwana, karibu kwenye channel yetu ya mafundisho ya wanawake. Basi tunasoma Wakorintho wa pili, sura ya saba na mstari wake wa kwanza. Inasema kwamba basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, utakatifu katika kumcha Mungu. So leo tunakwenda kuongelea kuhusu usafi maana wengi wameshindwa sana kuwa wasafi, tabia chafu na miili yetu pia. So inabidi tujitakase kiroho na kimwili. So wengi Wakristo wanawake tunatakasa nafsi zetu kwa kuomba toba kila wakati, lakini tukashindwa kutakasa pia na kusafisha miili yetu. So lazima oshe nywele zako vizuri usafi wa nywele usafi wa masikio usafi wa meno usafi wa nguo zako za ndani usafi wa kila kitu ni lazima tujitahidi sana kama wanawake wachamungu na takuonyesha pia baadhi ya mafuta shampuu mafuta ambayo pia ya kupaka kichwani na mafuta ya mwili Yes nipate kukusaidia mpendo katika Bwana. Tuko hapa kusaidizana chitume kumtafuta Mungu pia na usafi. Angalia usafi wa mwili wa roho yako wa nyumba yako. Barikiwe sana shalom, shalom.